Na Stellenbosch yes, katika kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo kilichopo hivi sasa ni kuangalia tu namna ambavyo siku hizi ambazo wako nazo simba za kujiweka sawa sawa kwenda kuwakabili wapinzani wao, lakini tukiangalia squad nzima ambayo imesafiri ama ambayo inasafiri leo hii. Uh, tukianza na gol kipers pale yupo Musa Kamara, Ali Salim pamoja na Hussein Abel. Lakini kwa upande wa defenders Karabu eh, Chamu yuko pale, Abdurazak Kahamza, Mohamed Hussein, Shomari Kapombe, Valentin Nouma, David Kameta na Shemalon Afondo yuko pale. Midfielders: Fabrice Ngoma, Awesu Awesu, Yusuf Kagoma, Kibu Denis, Debora Fernandez, Ladak Chasambi, Elim Panzu, Edwin Balua, Augustine Oke, Jeffa Julian Charles Awa pamoja na Joshua Mutali. Kwa upande wa strikers ni Lionel Ateba pamoja na Steven Mukwala. Nimeona jina la mchezaji ambaye uh, alikuwa na injury lakini amesafiri na timu na taarifa zinaelezwa yuko fiti huenda akacheza mchezo huo na si mwingine ni Chema Loni Fondo. Ticha Tiga na Lukinja. No. Chema Loni Fondo ni mmoja wa wachezaji ambao hapo kwenye orodha ya wachezaji wanaondoka na kikosi cha Simba kama yuko fiti kwa asilimia mia moja anaenda kuongeza kitu ndani ya Simba ambacho hatukukiona kwenye mechi ambazo hakucheza. Ya, japo hiyo uh, kuwa safarini ni garantii moja kwa moja kuingia mchezoni kwa sababu uh, kule Egypt wakati wale walikwenda kucheza na Al-Masri, alikuwa safarini alienda yes, lakini hakutumikishwa uh, katika mabeki wa Simba ba ukimtaja Shemalon mm. E, e, Fondo, Fondo ni bora sana kuliko wale wenzake wawili waliopo mzao mzawachipkizi, ndo anajipambanua, lakini Fondo ni mtu yani, ni beki bora zaidi ya wale wawili wanaoanza. Kwa hiyo kama itakuwa na utimamu wa mwili na utimamu wa kiakili, kwa maana saikolojia yake kuelekea ya kwenye mchezo, anaweza kuorodheshwa kwa msingi cha kukumbusha hatua tulionayo. Hii ni nusu fainali ya pili. E, inahitaji sana mchezaji ambaye hana injury mm. Yes, ili aweze kutoa 100% asilimia mia moja aliyonayo akilini mwake, okay. okay S -s -s na